Kuna mtafaruku mkubwa unaoendelea ndani ya serikali ya Samia Suluhu Hassan hususan kuhusiana na maandamano ambayo yamepangwa kufanyika hapo Disemba 9 ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Kama unafahamu Disemba 9 ni siku ya uhuru na jamhuri ambapo Tanganyika itatimiza miaka sitini na nne tangu ipate uhuru. Maandamano hayo yanatarajiwa kuwa mwendelezo wa yale yaliyofanyika kuanzia Oktoba 29 na aa, na yalidumu kwa takriban siku tano kabla ya Samia kutumia nguvu kubwa ku, kuyadhibiti yale maandamano, na kwa mujibu wa taarifa zinazoendelea kupatikana ni kwamba takriban watu elfu kumi wameuawa na kwa amri ya Samia katika kukabiliana na hayo maandamano. Lakini mauaji haya imetokea katika hatua mbili. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kipindi kile cha maandamano, kuna idadi kubwa ya watu walikufa wakati wa maandamano. Lakini hata baada ya kumalizika maandamano, bado Samia ameendelea kuviagiza vikosi vyake kuwafuata watu majumbani na kuwapiga risasi. Kwa hiyo idadi ya vifo inazidi kuongezeka kutokana na ukweli kwamba mauaji yanaendelea licha ya maandamano kuwa yaliisha takriban kwenye Novemba 3 au 4 hivi uh, ya mwaka huu a elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo maandamano mengine yamepangwa kufanyika hiyo Disemba 9, ambayo kama nilivyosema ni siku ya uhuru na jamhuri, na Tanganyika itakuwa inatimiza miaka 64 tangu ipate uhuru. Sasa mtafaruku unaoendelea unatokana na sababu mbalimbali. Kwanza ni jinsi ya kudili nayo maandamano. Kama unafahamu, katika yale maandamano kabla yale maandamano ya, ya Oktoba ishirini na tisa kulikuwa na jitihada kubwa sana za kuonyesha uh, vifaa vya kijeshi, magari ya polisi na presence kubwa ya polisi uh, na wanajeshi mtaani um, lengo lilikuwa ni kuwatisha wananchi, lakini imebainika kwamba mkakati ule ulifeli kwa sababu licha ya vitisho vingi vilivyofanyika, idadi kubwa ya vijana wajenzii walijitokeza mtaani, na hii imepelekea uh, kichwa kuuma miongoni mwa waliokuwa wakishughulikia maandamano hayo chini ya Samia mwenyewe. Kama nilivyogusia katika moja ya makala hii hizi, ni kwamba yule bwana anaitwa Paul Makonda uh, maarufu kama Bashite, yeye ni mtu ambaye alimhakikishia Samia kwamba maandamano hayatotokea kwa sababu kabla ya maandamano yale ya Oktoba 29 kulikuwa na idadi kubwa sana ya watu waliokamatwa wali, wengine walikamatwa wengine walitekwa. Na huyu Bashite anatajwa kuwa ni miongoni mwa watu walioongoza operation za kuteka watu, amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu. Kwa hiyo alimhakikishia Samia kuwa maandamano yale ya Oktoba 29 yasingetokea, lakini yakatokea, na hii imetajwa kuwa ni moja sababu zilizopelekea nafasi iliyoandaliwa ya waziri mkuu kuikosa. Uh, pengine huko mbele akapata promotion lakini uh, awali alikuwa anatarajiwa kupata nafasi hiyo lakini hizo taarifa alizotoa ambazo zilikuwa kinyume uh, zimeathiri uwezekano kuhusu hilo. Kwa hiyo kuna moja yaani hilo la kilichojiri hiyo Oktoba ishirini na tisa, um, kwamba licha ya kufanya vitisho vingi lakini havikuwazuia vijana kuingia mtaani na walijitokeza kwa wingi. Uh, lakini jingine ni hayo yaliyoendelea kuanzia Oktoba ishirini na tisa na yanaendelea mpaka muda huu. Uh, haya kwa kweli kila mtu uh, haingia akilini mpaka muda huu. Yaani imekuwa ni vigumu mpaka dakika hii kwa watu wengi kuelewa kinachoendelea, wanaelewa kinachotokea. Lakini ile kuingia akilini na ku make sense kwamba inawezekanaje uh, rais wa nchi Uh, angamize maelfu ya wananchi wake. Uh, sasa ingekuwa ni siku zile tu za maandamano, labda ingekuwa na kujitetea kwamba uh, katika kudhibiti maandamano pengine vyombo vya dola vingeweza kutumia nguvu watu wawili watatu wakapoteza maisha, lakini idadi kubwa ya vifo imetokea baada ya maandamano, wakati wa maandamano na baada ya maandamano, na hata baada ya maandamano a kusimama bado hao askari na wanajeshi wanaingia kwenye majumba ya watu na kuwatoa uhai, na katika kuwatoa uhai hawalengi walioandamana kwa sababu wangeweza kuwa pengine na kisingizio kwamba wana, wanafuatilia wale walioshiriki katika maandamano, lakini mauaji yanayoendelea hayabagui kuanzia wazee kwa watoto, wanawake kwa wanaume. Kwa hiyo, hiyo ni hali ilivyo sasa. Wakati hayo yakitokea, uh, bahati nzuri pamoja na jitihada zilizofanyika wakati huo kuzima mtandao, kudhibiti mawasiliano ile 29, mtandao kwa sababu baada ya Oktoba ishirini na tisa mtandao ulizima kwa takriban siku tano lakini mtandao tu uliporudi, zikafanyika jitihada kubwa za kusambaza ushahidi na hizi jitihada uh, zilifanyika katika mazingira magumu, kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana uh, serikali ya Samia imekuwa ikijitahidi kudhibiti ushahidi na walidhibiti ushahidi kwa kutumia hiyo uh, kuzima internet, lakini pia licha ya kudhibiti ushahidi wamekuwa na jitihada kupoteza ushahidi na hili linafanyika kwa kuficha maiti uh, kuzitupa baharini, kuziweka katika makaburi ya halaiki makaburi ya, makaburi ya pamoja na vitu kama hivyo. Lakini bahati mbaya kwao uh, jitihada zao kwa kweli zimefeli kwa kiasi kikubwa uh, na hasa kilichoifungua macho dunia ni hii uh, ripoti iliyotengenezwa na kituo cha runinga cha CNN cha Marekani ambapo uh, mtangazaji maarufu Larry Madowo alionyesha kwa undani kabisa, ni japo video husika ni fupi kama dakika tano, lakini imeeleza umeonyesha unyama mkubwa kabisa ambao umefanywa na Samia na hao watu waliowatuma kwenda kufanya mauaji. Dunia nzima sasa hivi inafahamu kilichojiri. Kwa hiyo hii inaweka a, mazingira magumu kwa jinsi gani ambavyo Samia anataka kukabiliana na hayo maandamano ya Disemba tisa kwa sababu dunia inaangalia ana dunia inafahamu kwamba kutakuwa uh, na maandamano Disemba tisa. Je, ataendelea kutumia nguvu kama alivyotumia hiyo Oktoba ishirini na tisa na anaendelea kutumia mpaka sasa hivi? Atamwaga hao maharamia wake kwenda kuchinja watu mtaani? Um, hakuna mkakati hasa, unaoeleka njia sahihi ni ipi? Kwa hiyo kuna hilo, lakini licha ya hilo, awali, kabla ya maandamano ya Oktoba ishirini na tisa kulikuwa kama kuna muafaka uko serikalini kwamba maandamano yatadhibitiwa, lakini hakuna aliyejua kwamba udhibiti wenyewe ungepelekea vifo vya maelfu, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa huko jeshini, ndani ya jeshi la polisi, huko serikalini, kwenye taasisi mbalimbali, watu wengi wamepatwa na mshtuko na hawakuwa mpaka muda huu hawaamini kinachoendelea kutokea, kwa sababu baadhi ya watu waliomo serikalini wameguswa sio tu na ukweli kwamba watu wengi wa Tanzania wenzao wamefariki lakini wengine wamepoteza ndugu zao. Kwa hiyo kuna hali ya ule mshikamano uliokuwepo dhidi uh, ya maandamano Oktoba ishirini na tisa kwa sasa katika haya maandamano ya Disemba ya tisa utakuwa umepungua kwa sababu baadhi ya watu walioko serikalini ni wahanga pia ndugu zao wameuawa na wengi wa waliouawa hawakushiriki katika maandamano. Kwa hiyo kuna hiyo mtafaruku um, wa namna gani ya kukabili hayo maandamano. Hata hivyo, katika kutapatapa kwake Samia anatumia mkakati mmoja hatari, na baadhi yenu mtakuwa mmeshaona, na kuna clip fupi hapa niliweka ya kuwatumia hawa mashehe ambao baadhi ya watu wanaita mashehe ubwabwa, kwa sababu ni watu ambao muda wote uh, kulipokuwa kunatokea matukio ya utekaji uh, mambo ya ovyo, watu wanalawitiwa, watu wanabakwa, watu wanauawa, walikuwa kimya na sasa wanajifanya kushangaa au kulaani vijana kuandamana, kana kwamba wale vijana walikurupuka tu, labda wamevuta bangi wakaamua kuandamana. Hapana, ukweli ni kwamba haya maandamano yamechangiwa na serikali ya Samia mwenyewe, na moja ya sababu kubwa ilikuwa ni janga la utekaji. Watu wanatekwa ovyo, uh, watu wakishatekwa wanabakwa wanalawitiwa, na wengi tu wameuawa. Sasa huwezi kusema kwamba hawa vijana wamekurupuka, na maelezo yanakuwa ya kama ya kebehi kudai kuwa wamelipwa kwenda kuandamana hizo. Hayo malipo yalifanyika wakati gani? Idara ya usalama wa taifa ilikuwa wapi wakati hayo malipo yanafanyika? Kama mwanzoni walisema kwamba kuna uh, vijana walioandamana ni jeshi la kutoka nje ya nchi, kuna yani, kuna wageni walitoka nje ya nchi kuja kuandamana, jeshi lilikuwa wapi kuzuia hao wageni kutoka nje? Wageni waliotoka nje wanaofahamika ni askari wa jeshi la Uganda wageni wengine wanaofahamika ni vikosi vya usalama kutoka Zanzibar ya KMKM na vikosi vingine ambavyo vililetwa na Samia kuja kuwachinja Watanganyika. Hivyo hao ndio wageni wanaofahamika kuwa walikuja huku Tanganyika kufanya kitu hicho. Kwa hiyo kuna mazingira kama hayo ambayo um, yanapelekea kuwa na sintofahamu ya jinsi gani ya nini cha kufanya katika hiyo. Kwa hiyo mkakati ambao Samia ameanza kuutumia ni kuwatumia hawa baadhi ya mashehe na kujaribu kutengeneza mazingira kwamba kinachoendelea ni mgogoro kati ya Wakristo na Waislamu. Baadhi ya mashehe wanadai kwamba Wakristo wanahamasisha maandamano mengine, kwa sababu uh, wanataka Waislamu wengi wauawe, kwamba wengi w waliouawa katika yale maandamano ya kwanza walikuwa ni Wakristo. Uh, kwa hiyo wanataka Waislamu wengi. wa... Lakini huu ni upuuzi kwa sababu hakuna mtu anayejua idadi kamili, kwa... idadi kamili waliouawa haijulikani, lakini zile risasi zilikuwa hazibagui Uzuri ni kwamba huu mkakati wa udini tayari umefeli. Idadi kubwa ya wa waislamu wanalaani haya mauaji kwa sababu nao pia ni victims. na wao pia ni wahanga wa kutekwa, ni wahanga wa ulawiti, ubakaji na mauaji. Kwa hiyo katika hili, mpaka sasa hivi, angalau mpaka muda huu, limefeli. Lakini kuna kikundi kidogo cha viongozi wa kidini wa Kiislamu ambao wamekuwa wakiongea na vyombo vya habari. Baadhi wamekwenda mbali na kuanza kutisha kwamba watakaojitokeza kwenye maandamano ya hiyo uh, Disemba tisa. Watawachinja shingo. Na serikali kwa kuwa inaunga mkono haijatoa tamko lolote kukemea. Kwa hiyo huu ni mkakati hatari kwa sababu unalenga kuwabagua Watanzania kwa msingi wa kidini. Hata hivyo, kama ilivyosema, bahati nzuri idadi kubwa ya Watanzania hususan wa Waislam wamekataa kuingia kwenye mtego huo. Uh, kumekuwa na umoja na mshikamano kwamba kilichofanyika kuanzia Oktoba ishirini na tisa ambapo mauaji ya halaiki yameendelea, idadi ya, ya mauaji ni kubwa na kama navyosema, takwimu zinadai kuwa takriban watu zaidi ya watu elfu kumi. Picha na video mbalimbali mbali zimeonyesha yanayoendelea katika hospitali mbalimbali, vyumba vya maiti vimefurika na vitu kama hivyo, lakini pia kuna video jinsi polisi walivyokuwa naua watu ovyo a, hao wengine watu wasiojulikana waliokuwa na nguo za kiraia na kupiga risasi na, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mengi haya yamewaunganisha Watanzania katika kuuchukia huu utawala wa kidhalimu na hii inafanya kuwa mkakati wao kukabiliana na hayo maandamano ya Disemba tisa kuwa mgumu. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusiana na maandalizi ya maandamano hayo lakini pia kuhusiana na taarifa mbalimbali zinazoendelea kujiri ku, uh, ku, kwa, ku, kwa, kwa, kwa, kwa mujibu wa haya yanayoendelea. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaheri.